Hatimaye Kapkeno Jazz amemaliza rasmi kampeni ya kukaa juu ya mti kwa saa 47 dhidi ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya katika kaunti ya Wasingishu. Akiongea baada ya zoezi hilo, Gavana wa kaunti ya Wasingishu Jonathan B amempongeza kijana huyo kwa kujitolea kupanda juu ya mti na kukaa hapo kwa zaidi ya masaa 47 huku akiwataka vijana kujiepusha na dawa za kulevya. Wanajua tuko na vijana wengi ambao wanasoma katika hizi shule zetu na vyuo vyetu hapa karibu. Aidha, gavana huyo amewarai vijana kutumia mitandao ya kijamii kujinufaisha kimaisha Msitumie social media kuharibu na kufanya nini. Kabla ya kupanda juu ya mti, Kapkeno Jaze alisema imetimu muda wa kuzungumza juu ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya, huku akiwataka wazazi pamoja na kila mtu kuzungumzia suala hilo ambalo limemaliza vijana wengi. Baada ya kushukishwa kutoka juu ya mti alikokaa kwa zaidi ya masaa 47, alipelekwa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi katika kaunti ya Wasingishu ili kuchunguza hali yake ya kiafya. Nikiripotia runinga ya Prudent kutoka kaunti ya Wasengisho. Mimi ni Duke Osano.